Mimi naitwa Masi, ni mke wa Davis Gibson Mandari ambaye amepotea toka tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka 2025. Ilikuwa ni siku ya Jumapili, alikuja ali ofisini kwake Mount Meru hoteli, akafanya kazi zake mpaka ilipotim majira ya saa nane akaaga kwamba anakwenda kanisani Njiro. Alipokuwa njiani, alituma message kwamba amechukuliwa na gari la polisi na hajui kosa. Kwanzia hapo, simu yake ikawa haipatikani mpaka leo. Uh, message yake ilikuwa inasema, nimechukuliwa na gari la polisi sijui kitu, nisaidie kufunga, kufunga funguo iko kwa ndani mlangoni, kuna kontena. Wakiniachia wakiniachia simu nitakujulisha. Ndo mwisho wa meseji yake. Hii meseji iliingia kwenye simu yangu saa kumi na dakika 35 jioni siku ya tarehe tisa ya mwezi wa tatu wakati yeye, mimi nilikuwepo kanisani, wakati na yeye alikuwa anaelekea kwenye hilo hilo kanisa ambalo mimi nilikuwepo. Lakini sasa sijui kama alifika kanisani au hakufika kwa sababu laini yake inaonyesha mwisho wake ulikuwa Impala. yeye alikuja dukani, mimi aliniacha nyumbani yeye ye, anajihusisha na biashara ya Mpesa na, na benki hapa Mount Meru kwa zaidi ya miaka kumi, na yeye ana umri wa miaka 48. Mm, na ni baba wa watoto watatu wote wakiwa wako shule wanamhitaji baba au kuliko kitu chochote yeye. <muchos> Ni mweupe kwa, ni mweupe na ni mpole hata usoni. Ah, sio mrefu sana wala sio mfupi sana. Baada ya hapo, baada ya kunitumia ujumbe na mimi nilivyotoka kanisani, nilijitahidi kumpigia simu, lakini simu yake ikawa haipatikani hiyo simu haikupatikana kuanzia hiyo siku mpaka leo pana. Hakusema eneo kamili, ila alisema tu amechukuliwa na gari la polisi. Nilikuja dukani nikakuta kweli funguo pale alivyonielekeza, nikakaa dukani nikimsubiri arudi, maana aliniambia wakimwachia simu atapiga, lakini hiyo simu haikupigwa. Nikasubiri mpaka saa tano ya usiku haikupigwa, nikaenda kituo cha polisi cha Central usiku huo wakaniambia nirudi baada ya masaa 24, na kweli baada ya masaa 24 nilirudi, ni wakaniambia nimtafute ni, ni kwenye vituo vyote vya polisi vya Arusha. Nimemtafuta vituo vyote, lakini sikufanikiwa kumpata nikarudi Central, nikawaambia kwamba sijafanikiwa kumpata. Kwa hiyo sasa hivi wame, wamefungua jalada la upelelezi na ndilo wanalolifanyia kazi mpaka muda huu. Vituo ambavyo nilifanikiwa kwenda ni pamoja na Ngulelo, Sekei, Usa, Njiro, Ngaramtoni na na Muriet. Hak hayupo huko. Hapana, hata nimejitahidi kuwauliza hapa ofisini kwake anapofanyia kazi, wakanijibu kwamba yeye kwanza haongeagi na watu. Kwa hiyo ni, ni mtaratibu na huwa anaga shida na mtu, hata na yeye hakusema sababu maalum pia, aliyo imeniumiza kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu yeye ndio aliokuwa anawapeleka watoto shule asubuhi akiwa anakuja kwenye biashara huwa alikuwa anaongozana na, na watoto kuwapeleka kwenye gari la shule. Na sasa hivi watoto asubuhi nikiwaamsha, nawaambia nikiwa, na, twendeni shule, wananiambia sasa, wapi dadi? Alafu pia alikuwa ndio baba wa familia, watoto walikuwa wanategemea kula kupitia yeye, ada kupitia yeye na kila kitu. Sasa kwa hichi kipindi alichopotea, kwa kweli tunapitia changamoto yeah. Kwa kwa la, sasa nimewaambia tu baba yenu labda amesafiri atakuja baada ya muda, kwa sababu nikiwaelezea hata habari ya polisi, kwa sababu ni wadogo hawaelewi mm. Yeye yeah, ni mkazi wa Kilimanjaro mahali panaitwa Kilimanjaro, Marangu, mamba le makazi yetu ya Arusha, tunakaa kwa Mrefu. Nimeenda pia mahospitali na mochwari pia, hayupo kokote mpaka sasa hivi. Leo ni siku ya tisa. Uh, tulienda Central, tuliongea na mapolisi, kwa kweli wametuonesha ushirikiano kwa sababu nao wanalifanyia ili kazi uh, wanalifanyia hili jambo kazi sasa hivi, kwa kuendelea kufanya upelelezi zaidi. Matumaini yetu mpaka leo, tumekutana na mpelelezi, amesema kwa hizo siku kwa kweli ni nyingi, na anajitahidi kujua ni wapi alipo mpaka wakati huu. Ndugu zake nimejaribu kuwashirikisha, hata ndugu yake mmoja nilikuwa naye kituo cha polisi kuanzia mchana mpaka wakati huu, akiwa mwenye afya, lakini hatujui ni lini ila tumezidi kumwachia Mungu hiyo nafasi sasa. Inawezekana, kwa sababu tumemtafuta vituo vyote vya polisi, hayupo. Inawezekana labda wamemteka, hatujui yuko wapi, sababu aliondoka, mimi sikuwepo. Sasa sijui aliondoka na hela kiasi gani, wala aliondoka na hela kiasi na hela shingapi, kwa sababu wakati anaondoka, mimi sikuwepo ofisini simu zake za ofisi aliziacha dukani, hakuondoka na simu zake za ofisi, aliondoka na simu yake ya mkononi peke yake. Ombi langu la seri, kwa serikali wajitahidi kuweka bidii zaidi kumtafuta, sababu ni baba wa familia na ni baba wa watoto na majukumu ya baba. Kila mtu anayejua, atakayemwona popote, tafadhali anitumie message au anipigie simu kwa namba 0754 Naitwa Isaya Loshla. Minaishi na mbele liua siku ya Jumapili saa nane wama anaenda ibada, akarudishia grilla akaniambia niangalie gesi zake hapo, akawa ameenda zake hivi akaeleka habari. Karibu Mwitandao Shopping Center, tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote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 Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.